Jeshi la polisi huko Lang'ata nchini Kenya wanachunguza tukio ambalo Faith Momanyi binti mwenye umri wa miaka kumi na tisa aliyemaliza kidato cha nne alifariki kwa kutatanisha nyumbani kwa mpenzi wake mara baada ya kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Faith inaripotiwa kuwa aliondoka nyumbani kwa wazazi wake, na katika kundi la watu watano, walienda kwanza kwenye sehemu ya starehe maarufu kando ya barabara ya Lang'ata kwa ajili ya sherehe ya siku yake ya kuzaliwa, ambapo walikaa hadi saa kumi na moja jioni. Wakati kundi hilo likitawanyika, Feithi alienda kwa mpenzi wake pamoja na rafiki yake mmoja wa kike dakika chache za usiku wa manane, rafiki huyo wa kike aliwaacha Feithi na mpenzi wake ndani ya nyumba hiyo. Rafiki huyo anasema alijaribu kumtafuta Feithi siku iliyofuata kuanzia asubuhi, lakini simu yake iliita bila kupokelewa hadi saa kumi na moja jioni ambapo mpenzi wa Feithi anayejulikana kwa jina la Mark alimpigia simu kumwarifu kuwa rafiki yake amefariki. Majirani wanasema mpenzi wa Faith aliondoka kwenda kazini siku hiyo ya maafa, na alipokuwa akirejea nyumbani mwendo wa saa kumi na moja jioni alikuta nyumba yake imefungwa kwa kutumia ufunguo wa ziada. Alifikia nyumba hiyo na kumkuta Faith akiwa amekufa ndani ya nyumba hiyo. Uchunguzi uliofanyika kwenye mwili wa Faith unaonyesha kuwa alifariki dunia kutokana na kukosa hewa na kwamba kulikuwa na kiasi kikubwa cha maji kwenye mapafu yake. Sampuli zaidi zimewasilishwa kwa mkemia mkuu wa serikali nchini humo kwa ajili ya vipimo vya sumu. Mpenzi wake bado yupo chini ya uangalizi wa jeshi la polisi nchini Kenya. Faith alipata alama B katika mtihani wake, chane, wake wa kidato cha nne wa KCSE wa 2024 na alipaswa kujiunga na chuo kikuu mwaka huu 2025, kulingana na wazazi wa binti huyo. Hii ni sawasawa digital, Habari kiganjani mwako.